Polisi mjini Istanbul wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira dhidi ya waandamanaji katika usiku wa pili ya machafuko baada ya kukamatwa kwa Meya wa Istanbul Ekrem Imamoglu, licha ya marufuku ya siku nne ya kufanyika kwa maandamano hayo. Imamoglu, mwanachama cha wa chama kisicho na dini cha Republican People's Party CHP na mpinzani mkuu wa Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alitarajiwa kutajwa kuwa mgombea urais katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2028 baada baadaye, wiki hii, siku ya Jumatano, alikuwa mmoja wa watu 106 walioshikiliwa kwa mashtaka yakiwemo ufisadi na kusaidia makundi ya kigaidi. Wakati huo viongozi nchini Uturuki wamewakamata watu kadhaa kwa machapisho ya uchochezi kwenye mitandao ya kijamii. Akijibu maandamano hayo, rais Erdogan wa Uturuki aliwashutumu wapinzani wake wa kisiasa kwa kushiriki katika maandamano haramu. Akihutubia umati wa waandamanaji nje ya ukumbi wa jiji la Istanbul, Ozgur Ozel, kiongozi wa chama cha Imamoglu CHP, alishutumu serikali kwa kujaribu mapinduzi na kusema watu walikuwa na haki ya kuandamana. Nikiripotia Mwanzo TV mimi ni Kasimu Njiro.